Hili ni pumziko kutoka kwa pasta Andygunyu, linazungumza kuhusu pumziko sehemu ya kumi na mbili. Popote pale ulipo unalo pumziko lako, popote pale ulipo unalo pumziko lako Ikimaanisha kwamba unaye aliye wa pumziko lako, kwa kuwa pumziko hutambuliwa kwa sura ya uwepo. Pumziko lako, yani mapenzi yako, hutambuliwa kwa sura ya uwepo, ikimaanisha kwamba katika sura ya uwepo ndipo pumziko lako limetambuliwa, ndipo pumziko au mapenzi yako yamejulikana. Na kwa jinsi hiyo, popote pale ulipo katika jinsi ya kuwepo, ya kuwa na sura hiyo ya uwepo, wewe ndiye huitwa Pumziko. Katika kila jinsi ya kuwepo, kuwepo na njaa hiyo, kuwepo na jinsi hiyo, kuwepo na taaruma hiyo, kuwepo kazini hapo, kuwepo katika ofisi hiyo, kuwepo popote pale ulipo katika jinsi yoyote ile, hilo ndiyo huitwa pumziko. kwa neno moja kwa neno moja, ninasema hivi popote pale ulipo katika jinsi ya uwepo wewe, ndiye huitwa pumziko. Yani mapenzi yako, je, si mapenzi yako wewe kula chakula? Si mapenzi yako wewe kusikia njaa si mapenzi yako wewe katika kila jinsi ya hapo ulipo. Ndio maana nipo kukwambia hapa katika jinsi ya uwepo wako hapo ulipo, ndiyo huitwa mapenzi yako, yani wewe ndiye uliye pumziko katika jinsi ya hapo wewe, kwa kuwepo kwako ulipo wewe ndiye unayeitwa mapenzi, yaani pumziko uwe kazini kwako hapo, uwe nyumbani kwako hapo, uwe popote pale, katika jinsi ya kuwepo kwako wewe, wewe ndiye uliye pumziko katika sura ya utambulisho wa katika sura inayokutambulisha ya uwepo popote pale ulipo wewe ndiye ulie pumziko, yani mapenzi yenyewe ndio hapo ulipo, ndiyo mapenzi yenyewe. Sasa kinacho baki ni wa kumpata aliye wa mapenzi yako wewe, hapo ulipo tayari ndiye uliye mapenzi, yani pumziko, na kinachobaki hapo sasa ilikuwa ni kumpata aliye wa mapenzi yako yani pumziko lako. Na ndiyo maana nimekuambia hivi, popote pale ulipo katika jinsi ya uwepo wako wewe, uliye pumziko tayari, unaye aliye wa mapenzi yako wewe, aliye wa pumziko lako wewe, ikimaanisha wa jinsi vile wewe ulivyo ndio. Narudia tena hapa kwamba popote pale ulipo wewe uliye pumziko lenyewe tayari unaye walio wa pumziko lako, ikimaanisha walio wa mapenzi yako, yani wa, ya jinsi wewe ulivyo hapo popote pale kwa kuonekana kwako kwa kuwa chochote kilicho cha pumziko lako ni lazima kitoke palipo pumziko lako. Chochote kilicho cha pumziko lako ni lazima kitoke kwako wewe mwenyewe, ni lazima kizaliwe na wewe uliye pumziko, yani mapenzi yenyewe na kisha kuonekana katika jinsi mbalimbali, sawasawa na wewe hapo ulivyo katika kuonekana kwako katika jinsi mbalimbali ndiyo mbali. Ni wewe huyo mmoja unaonekana mtoto, ni wewe huyo mmoja unaonekana ni baba ni wewe huyo mmoja unaonekana ni mama. Ni wewe huyo mmoja unaonekana katika kila jinsi ya jina la kuitwa kwake na kwa jinsi hiyo ndiyo huitwa unaonekana, yani pumziko hilo ambalo ni wewe unaonekana katika jinsi mbalimbali mbali. na ndipo wa, na ndipo walio wa kufanana walio wa mapenzi yako kuja kwako sawa sawa na jinsi wewe ulivyo kwa kuzaliwa kwao kutoka katika kila jinsi ya wewe ulivyo nao, kuwa ni wa mapenzi yako, nao kuwa ni wapumziko lako katika jinsi hiyo ulivyo, popote pale ulipo basi, ninaongea na wewe popote pale ulipo kwamba unao walio wa mapenzi yako wewe, unao walio wa pumziko lako wewe, uliye pumziko lenyewe, kwamba wamezaliwa kutoka hapo ulipo wewe, uliye pumziko lenyewe katika jinsi ya uwepo huo wako hapo ulipo, kwani katika kila jinsi ya kuwepo kwako hivyo wewe ulivyo, ndiyo mapenzi yani pumziko lenyewe, ndiyo mapenzi yani raha yenyewe jinsi hivyo ulivyo wewe ndiyo pumziko au raha yenyewe, katika kila jina la kuitwa kwako, kisema ni njaa ndiyo raha yenyewe. Ukisema ni shibe ndiyo raha yenyewe. Ukisema katika kila jinsi yoyote ndio raha yenyewe, yani ndiyo pumziko lenyewe katika kila aina ya kuonekana kwako, na ndio maana kila kimoja kuzaliwa katika jinsi ya pumziko lako, jinsi ya kuonekana kwako, jinsi wewe ulivyo hapo, nao kuwa ni wa mapenzi yako, ni ya kuwa kuishi mapenzi yako ya jinsi vile wewe ulivyo na kufanya popote pale ulipo daima, ukawa katika mapenzi ya, ku, ya kuishi kwako, ukawa katika raha zaidi ya kuendelea kuishi pumziko na huo uwepo wako, ndio katika jinsi ya uwepo wako huwewe ndiye uliye pumziko lenyewe na kwa wewe kuwa ndiye pumziko lenyewe, basi wewe unao walio wapumziko la kwa jinsi wewe huwa ndiyo pumziko, yani mapenzi yenyewe, basi unao walio wa pumziko lako, yani walio wa mapenzi yako, na popote pale walipo, wanaishi pumziko lako, yani wanaishi yaliyo mapenzi yako, wanaishi yaliyo ya mapenzi yako, ikimaanisha ya jinsi vile wewe ulivyo ya jinsi vile wewe unavyotaka, ya jinsi vile wewe unavyojisikia raha. Naongea na wewe popote pale ulipo, katika jinsi ya kuonekana wako, haijalishi uko hospitalini haijalishi upo jela, haijalishi upo katika taifa gani, haijalishi sasa hivi upo katika muonekano upi, lakini katika jinsi ya kuwepo hapo ulipo, ikiwa na maana ulipo katika pumziko hilo, unao walio wa pumziko hilo hilo, katika jinsi hivyo hivyo ulivyo nao, wapo katika jinsi ya kuishi mapenzi yako, yani pumziko lako la jinsi hivyo unavyoonekana Ndio unao walio wa mapenzi yako, unao walio wa raha yako, unao walio wa pumziko lako, yani waliozaliwa kutoka kwako wewe uliye pumziko. Ni madaktari, ni manabii, ni mitume ni wanajeshi ni askari ni taifa ni watoto ni waalimu wote katika kila mmoja katika jinsi yake wamezaliwa kutoka katika wewe uliye pumziko. Kwa hivyo hivyo, unavyojiita ni mgonjwa, kwa jinsi hivyo hivyo, unavyoonekana ni mgonjwa, kwa jinsi hivyo hivyo, unavyoonekana ni masikini, kwa jinsi hivyo hivyo, unavyoonekana upo jela, na wote hao uhu wanaishi mapenzi yako wewe, wanaishi raha yako wewe, wanatimiza mapenzi yako wewe, wanatimiza raha yako wewe na kukufanya katika jinsi yoyote ile. Popote pale ulipo, ni lazima wewe uendelee kuwa na raha, ni lazima wewe uendelee kuwa katika pumziko, kwani muda tu unaanza kujihisi labda hivyo ulivyo, itakuwa si pumziko. Ni muda huo huo walio wa mapenzi yako wapo hapo kukuonyesha na kukutengeneza uzidi kuliona pumziko, yani raha ya kuishi kwako sawasawa sawa na mapenzi yako muda huo huo unaanza kujitazama kwamba wewe ni mgonjwa, muda huo huo neno hili la pumziko hili linakuja hapo na uponyaji wako kukutengeneza nawe ukawa mzima tena ukifurahia mapenzi ya raha ya uwepo wako, kwa kuwa vyote hutokana katika jinsi ya wewe uliye pumziko lenyewe, nao kuishi mapenzi yako, yaani kuishi pumziko, na jinsi hivyo ulivyo hapo ulipo, unao walio wa pumziko lako, na hata katika jinsi ya kujisikia hivyo kwamba hilo si pumziko, husikie raha, wapo hapo sasa, wapo hapo sasa, kukufanya ujisikie, usikie pumziko, ujisikie raha, ujisikie furaha, kama vile jinsi wewe ulivyo pumziko, kama vile jinsi wewe ulivyo raha. Pumziko hili lipo hapa, lipo hapo kwako we mgonjwa. Pumziko hili lipo hapo kwako wewe katika kila jinsi, lipo katika jinsi ya muujiza, lipo katika jinsi ya uponyaji, lipo katika jinsi ya utajiri, lipo katika jinsi ya mafanikio, lipo katika jinsi ya aina yoyote katika uwepo wako hapo ulipo, katika kuhitaji na kutazama ukiwa hivi Utapata raha lipo kukupatia raha lipo kukupa pumziko lipo kukustaresha, nawe kujua hapo ulipo unasikia raha, nawe kuwa hapo ulipo usikie raha ya uwepo, usikie raha ya kuwa pumziko, usikie raha ya kuwa ni mapenzi wewe, usikie raha ya mapenzi yako, usikie raha ya kuwa na walio wa mapenzi yako na walio wa pumziko lako, wanaokupumzika wana, wanaokupumzika wana, kupumzisha hapo ulipo, nawe ukaketi siku zote ukalifurahia pumziko lako ukafurahia uwepo wako ukafurahia walio wa uzao wa pumziko lako hilo. Basi pokea pumziko la mapenzi yako. Pokea pumziko la uwepo, mapenzi yako, pumziko la uponyaji, pumziko la mafanikio, pumziko la utajiri, pumziko la kulipa madeni, pumziko la kuwa pamoja, pumziko la kuwa na ndoa, pumziko la kila jinsi. Hapo ulipo pokea pumziko hili la wewe kuishi na kurudi katika raha ya kujua kabisa hii ni raha, hii ni pumziko na, na ukazidi kujifurahia katika jinsi ya hapo, katika uwepo huo ulionao, kwa jina lolote lile ulilonalo, popote pale ulipo, basi leo hii ninashia sehemu hii ya kumi na mbili. Usikose sehemu ya kumi na tatu wiki ijayo, siku kama hii ya leo pia tazama mafundisho haya kupitia ukurasa wa YouTube kwa jina la Pumziko au Pumziko Moja. Basi pokea pumziko hili, pokea pumziko la mapenzi yako, pokea pumziko la kila mapenzi ya uwepo wako, pokea mapumziko la mapenzi haya, nalo hili liwe hapo popote pale ulipo, katika jinsi vyovyote ulipo, pokea pumziko hili, na raha hii ya pumziko hili iwe pamoja na wewe.